Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa kile tunachoona kwenye Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya Kwa Uso sekondari iliyojengwa kwa ajili ya kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sanda ya Torino. Leo ikiwa ni siku ya ishirini na nane ya Kwaresima ambapo tutazungumza juu ya ishara nyuma ya pazia au hisia za watu binafsi kuhusu swala la Sanda ya Torino. itaanza kwa kunukuu Sanda inazungumzaje? Sanda inazungumza kwa damu, ambavyo damu ni uzima. Sanda ni picha iliyochorwa kwa damu, damu ya mtu aliyepigwa mijeredi, akavalishwa taji la miiba, akasulubishwa na akatobolewa ubavuni upande wa kuume picha kwenye sanda ni picha ya mtu aliyekufa, lakini damu inazungumzia uzima wake. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Benedikto wa kumi na sita katika umilia yake kwa ujaji alipokwenda Torino kushiriki hija ya kuheshimu sanda tarehe mbili mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi mbele ya mvuto wake hatuwezi kushindwa kutambua kwamba sanda sio kitu cha wanasayansi tu au watu wenye ngazi za juu katika nyanja mbalimbali. Sanda ni yetu, si sote. Paul Damon, mwanasayansi mmoja mashuhuri katika uwanja wa jiolojia, alishiriki katika jaribio la kupima umri wa sanda huko Tucson, Arizona, nchini Marekani, siku moja alisema na nukuu, wapo watu ambao hawataweza kuamini matokeo ya vipimo vyetu vya umri wa sanda kwa kaboni 14 kwa sababu zao binafsi, mwisho wa nukuu. Na ni kweli, wako wengi, ndiyo sababu, licha ya matokeo ya vipimo vya umri wa sanda vya mwaka 1988 tutakavyozungumzia baadaye mamilioni ya watu walifurika tena Torino kuitazama sanda ilipoonyeshwa hadharani mwaka 1998 wakati wa utawala wa Papa Yohani Paulo wa Pili, baada ya maonyesho ya mwaka 1978 yaliyofanyika wakati wa kipindi cha utawala wa Papa Paulo wa Sita, walihudhuria wengi. Baada ya hapo mwaka elfu mbili ndani ya utawala wa Papa Yohani Paulo wa Pili kama sehemu ya adhimisho la milenium ya pili ya ujio wa Kristo ulimwenguni na baadaye tena mwaka elfu mbili na kumi wakati wa utawala wa Papa Benedikto wa Kumi na Sita na baadaye tena mwaka elfu mbili na kumi na tano katika kipindi cha utawala wa Papa Francis. Tunajiuliza, je, kwa nini mvuto huo haubadiliki atalicha ya tangazo la umri e, ambao haupatani na wazo kwamba hii picha inaweza ikamuhusu Yesu. Shauku ya namna hiyo ya kuistaajabia sanda tungeweza kuitambua kama ishara ya nyumba ya pazia, tukimaanisha kwamba mvuto wa ndani ya sanda usiokuwa na maelezo ni ukweli usiopuuzika. Kuna ukweli katika maneno ya Kenneth Steven, mwanasayansi mhandisi, na Gary Habermas, wa wahariri wa tamko la pamoja la watafiti wa Stow the Shroud of Turin Research Project, baada ya kazi ya uchunguzi wa utafiti wa sanda wa mwaka 1978 waliandika hivi: sanda ni kama inaziudhi silika instincts za binadamu inapandisha hisia. Si ajabu, mvuto wa sanda ni mvuto wa kitu kinachojitokeza kama kitu cha kidini, kitu ambacho kwa kutumia msemo wa kilatini wa Rudolf Oto, mwandishi mmoja kuhusu asili ya dini, kinajitokeza kama kitu chenye sifa mbili zinazokinzana kitu anachoelekeza binadamu nguvu zake zote za kiimani, kitu kinachoweza kuitwa tremendum et fascinans, kitu kinachotisha na kuvutia kwa wakati mmoja. Na ndivyo ilivyo sanda. Mbele ya sanda, mtu anahisi nguvu mbili tofauti kwa wakati ule ule. Upande mmoja, mtu anashikwa na hisia za kuogopa anapoiangalia picha hii ya mtu aliyeteswa vibaya na kuuliwa kikatili namna hii. Kwa upande wa pili, mtu anajikuta mbele ya mvuto wa kutulia, kuridhika na kupenda kukaa karibu naye huyu anayeonekana pale kwenye shuka. Labda ndio sababu wale wanaoona sanda wanajisikia wangependa kurudi tena na tena ili waone zaidi. Mfano mzuri ni Papa Yohani Paulo wa Pili aliyekuwa Krakow jimboni kwake mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane kama kardinari, akiwa askofu mkuu wa jimbo. Basi akaenda Torino kuona sanda wakati wa maonyeshi ya hadhara. Alikuwa mmoja wa mamilioni ya wa wahujaji, lakini baadaye kidogo kwa maongozi ya Mungu akachaguliwa kuwa papa, miaka miwili tu baadaye yaani mwaka 1980, katika wadhifa wa Papa, akarudi tena Torino na kuomba fursa ya pekee ya kuonyeshwa tena sanda faragani. Alipoiona katika utulivu huo wa pekee, alifurahi furaha kubwa mno na kuibusu sana, sana, sanda na heshima kubwa. Gazeti la Independent limeita sanda nguo ya dhahabu inawatia kiwewe baadhi ya waamini inawachokoza wenye mashaka nayo na kuwavuta kwa Kristo baadhi ya wale wanaoitazama kwa dhati, licha ya kwamba hapo kabla walikuwa na mashaka sana juu ya mambo yanayomhusu Kristo. Basi kwa ufupi, ndugu wasikilizaji, hiyo ndiyo tafakari yetu ya leo ambayo tumeita ishara nyuma ya pazia, ambayo inagusia hisia mbalimbali za watu binafsi. Ilikuwa ni siku ya ishirini na nane ya Kwaresima. Kesho, ndugu wasikilizaji, tutazungumza juu ya mada hii, sanda kama mkutano wa sayansi na imani. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.